Niko nasema sawa sawa na kile Baba alinifundisha Oui. Kama mtaweza kunyanyua mwana wa mtu. Pale mtamjua. Mutamuchua. Pale mtamchua.

wako inyora pa, hakutakuwa kujibiwa. Sasa le premier grand obstacle, ile inakuwa kwazo, kizuio cha kwanza kikubwa p apana kwenda kujishitumu juu ya kanisa oh.